Ya wajasiriamali au watu wa kawaida tu wanataka kuanzisha biashara, lakini ikifika kwenye suala la mtaji, hapo kidogo inakuwa napata kigugumizi, kwa sababu kuna baadhi ya biashara chini ya shilingi milioni kumi uweze kuanzisha. Sasa hapo ina, inafanya watu wengi wanaogopa kuanzisha biashara, lakini ukweli wa mambo ni kuwa zipo biashara ambazo unaweza ukaanzisha kwa mtaji mdogo tu na ukafanikiwa na kupata faida kubwa tu. Kuna biashara ukiwa na milioni mbili au hata chini ya hapo unaweza ukazianzisha. Sasa kwenye kipindi cha leo, nitawaeleza biashara nne ambazo unaweza kuanzisha kwa mtaji mdogo tu. Hii inawezekana kabisa. Sasa ukitaka kupata habari zaidi, kuwa nami mpaka mwisho wa kipindi, utafahamu hizo biashara nne ambazo unaweza ukaanzisha. Kwa mtaji mdogo, biashara ya kwanza ni ya uh, vifaa vya simu, unaita accessories. Unaweza ukaanza ambayo unauza vifaa vya simu eh, ambao nitakuelezea ni vifaa gani, lakini nyingine ni biashara ambayo inahusiana na hiyo ya simu ni, ni mambo ya digitali eh, services nayo pia nitakuelezea. Sasa ngoja nikuelezee kwa undani Biashara ya kwanza ni vifaa vya simu na huduma ndogo za kidigitali. Kila mtu ana simu mjanja, na simu hizi zinapiga kelele zikitaka matunzo. Chaja zinakufa, screen protector zinapasuka, power banks ni lazima na, na kadhalika. Hili ni soko lisilo na mwisho, linakuwa kila sekunde. Sasa hebu tuangalie wazo la biashara na mtaji fungua kibanda kidogo au hata tembeza vifaa hivi: chaja, waya, earphones na makava ya simu. Mtaji unaokadiriwa, unaweza kuanza na kiasi cha shilingi laki tatu hadi laki nane. Hii inatosha kununua mzigo, mzigo wako wa kwanza kutoka Kariakoo na kubakiza chenji. Sasa niwaeleze mfano wa mtu ambaye amefanya hii biashara. Huyu bwana anaitwa ni Joseph, mwanafunzi wa chuo pale Mwanza. Alianza na laki mbili tu na mara alinunua earphones na screen protectors. Akaanza kuwauzia wanafunzi wenzake, akagundua akiongeza huduma ya kubandika screen protector kwa buku mbili, anaweza kupata wateja wote. Leo Josefu ana kibanda chake na ameajiri mtu na anaweka mfuko anaweka mfukoni zaidi ya laki tano kila mwezi. Unanunua kitu kwa jumla unauza kwa faida ya mara mbili au tatu, hiyo ni faida ya kichizi. Sasa hebu nikueleze hatua za kwanza. Namba moja, fanya upelelezi, naenda kari yako Jua ni vifaa gani ni moto zaidi sokoni. Namba mbili, tafuta eneo mkakati, anza kidogo, iwe chuoni, iwe chuoni, stendi ya mabasi, au hata eneo la ofisi, popote penye watu. Na namba tatu, ongeza thamani, usiwe muuzaji tu, jifunze kubandika screen protectors, kuwa fundi mdogo hii itakupa wateja wa maisha . Biashara ya pili ni ya kuuza vyakula, e, mchana kwenye maofisi na hata viwandani, na nitakuelezea e, ni kitu gani unafanya. Biashara ya pili ni chakula cha mchana maofisini na vitafuna, vitafuniwa au wengine wanaeta office lunch sasa tatizo linalowakuta wafanyakazi, wafanyakazi wana njaa na hawana muda wa kuzurura, wanahitaji chakula kizuri haraka na bila kutoka ofisini. Hapo ndipo wewe unapoingia. Sasa tuangalie wazo la biashara na mtaji. Pika chakula kitamu nyumbani na uwapelekee na wateja maofisini, ongeza na vitafunwa kama vile sambusa na maandazi. Mtaji unaokadiriwa kiasi cha shilingi laki mbili hadi laki sita Hii itanunua malighafi, vifungashio vizuri na nauli ya kupeleka mzigo. Sasa ngoja nikupe mfano wa kikundi cha wanawake watatu pale mjini Arusha. Walianza na shilingi laki moja na nusu kila mmoja, wakaanza na ofisi tatu tu walizozijua. Miezi sita baadaye, mambo yamekuwa mazuri. Walikuwa wanahudumia zaidi ya ofisi ishirini na wafanyakazi mia moja kila siku. Sasa wamekodi jiko, jiko lao na wanataka kununua pikipiki piki kwa ajili ya kupeleka vifaa au kwa ajili ya kupeleka chakula. Siri yao ni usafi, ladha nzuri na kupeleka chakula kwa wakati. Hatua za kuanza: kwanza, andaa menu ya kibabe. Anza na vyakula vichache vinavyopendwa na kila mtu. Mbili, anza na unaowajua, anzisha na ofisi za washikaji, waombe wakuonjeshe na wakusaidie kukutangaza. Tatu, zingatia muonekano, watu wanakula kwa macho, fungasha kwenye vyombo vya kisasa tumia WhatsApp, kutangaza menyu ya kesho na kuchukua oda. Biashara inayofuata inahitaji ubunifu kidogo, ili uweze kuwa milionea. Biashara ya tatu ni mambo ya usafi. Sasa kuna usafi kwenye majumba, unasafisha majumba, lakini pia kuna usafi viatu, wa kusafisha viatu, kama mnavyoona wengine anaita kupiga kiwi sasa hizi biashara nitakueleza kitu gani unafanya. Biashara ya tatu ni huduma za usafi majumbani na hata kwa wale wanaosafisha viatu. Sasa hebu tuangalie tatizo au fursa inayotokea kwenye miji mikubwa. Watu wako bizi mno, hawana muda wa kusafisha nyumba zao. Wanataka viatu vyao ving'ae, lakini hawana muda Hili ni tatizo au ni fursa? Na wewe unao suluhisho. Sasa tuangalie wazo la biashara na mtaji. Anzisha kampuni ndogo inayofanya usafi wa nyumba au anzisha kituo cha kisasa cha kupiga deki viatu, cha kusafisha viatu. Mtaji unaokadiriwa: usafi wa nyumba chini ya shilingi laki tano. Utanunua vacuum cleaner na vifaa vingine vya kijanja usafi wa viatu, hii ni laki moja tu. Hii ni kwa ajili ya kiti, sanduku na rangi za viatu za kutosha. Sasa ngoja nikueleze ushahidi. Baraka na Joni walikosa ajira baada ya kumaliza chuo kikuu Dodoma, waliamua kuwa na waliamua kuwa mashujaa wa usafi, walichapisha vipeperushi wakajipiga picha na kabla, na kabla kabla na baada, walijipiga picha kabla na baada na wakazitupa mitandaoni. Walianza na nyumba moja, kwa sababu walikuwa waaminifu na wachapakazi, mteja wao aliwatangaza kila mahali. Sasa hivi wana timu ya watu wanne wanaohudumia nyumba thelathini kila mwezi na wanaingiza pesa inayowafanya waishi vizuri hatua za kuanzisha biashara: moja, chagua uwanja wako, amua unashambulia usafi wa nyumba, ofisi au viatu. Namba mbili, jenga uaminifu. Hii ndio kila kitu. Kuwa mwaminifu, piga picha za kazi zako kuonyesha ubora wako. Tatu, toa huduma ya ajabu, usifanye usafi wa kawaida fanya kitu cha ziada kitakachomfanya mteja akupigie simu kila mara. Biashara nne ni duka dogo la pembejeo za mambo ya kilimo, nayo nitakueleza inahusu mambo gani au unafanyaje. Namba nne ni biashara ya duka la pembejeo ya kilimo, yaani agrovet. Tanzania ni nchi ya kilimo lakini wakulima wanateseka kupata pembejeo bora. Wanahitaji mbegu, mbolea na dawa za uhakika. Huu ni mwanya mkubwa kwako, au ni fursa kubwa kwako. Sasa wazo la biashara na mtaji ni kama ifuatavyo. Hii ni kwa ajili ya wenye ndoto kubwa. Fungua duka dogo la pembejeo za kilimo karibu na wakulima. Mtaji unaokadiriwa ni kati ya shilingi milioni mbili hadi milioni tano. Hii ni kwa ajili ya leseni eneo na mzigo wa kwanza. Utakawashangaza wakulima. Sasa nina mfano hapa wa kutoa, mwalimu mmoja mstaafu Morogoro alitumia mafao yake kuanzisha duka hili, aliona wakulima wanavyosota. Yeye hakuuza tu, alitumia uzoefu wake kuwapa ushauri wa bure aliwaonyesha jinsi ya kutumia dawa na mbolea. Huduma hii ilimfanya awe shujaa wao. Ndani ya mwaka mmoja, alikuwa mfalme wa pembejeo kwenye eneo lake. Hatua za kuanza biashara, namba moja, pata elimu na leseni. Jifunze, elewa unachouza, fuata sheria zote. Hii ni biashara ambayo ni serious. Namba mbili Chunguza eneo lako, jua mazao gani yanalimwa, jua wakulima wanahitaji nini hasa. Namba tatu, jenga mahusiano, kuwa rafiki wa wakulima. Wewe sio muuzaji tu, wewe ni mshauri wao. Hii itakujenga hii itakujengea himaya yako. Sasa hitimisho langu ni kuwa unaweza ukaanza biashara kwa mtaji mdogo kama una laki zako tano au na milioni moja au chini hapo, unaweza ukaanzisha. Kwa hiyo angalia kati ya hizo biashara nne nilizokuambia, ni ipi unaweza ukaianzisha, na unaweza ukawasiliana mimi kupata habari zaidi kuhusu moja kati ya hizo biashara. Lakini pia mwisho, naomba u subscribe hizi huduma zetu, utapata Utakosa kuona vipindi vyetu ambavyo vinatangazwa na Tan Business Channel na Online Television. Kwa hiyo ni muhimu usubscribe, kubonyeza hicho ki button cha subscription. Eh, sasa utakuwa ni mwenzetu, naomba mwendelee kwa habari ya vipindi vyetu. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola, asante na karibu tena kuanzisha biashara.